Naam mtazamaji wa Trend TV bwana, kufuatia situation ya mrembo Sishikiki si e, bwana, tunafahamu huyu ni ex girlfriend wa Harmonize Boy. kipindi ambapo Harmonize alivyoachia ile again e, akatoa nyimbo nyingine inaitwa na, na e, Buona, katika ile ngoma Harmonize alikuwa yuko single, lakini alionekana akiwa yuko karibu sana na huyu mrembo. Hivyo basi watu wakawa wameisha kwamba bwana yuko katika mahusiano na huyu bidada so huyu dada bwana ameenda kufanya plastic surgery na watu wengi sana wamekuja kuweka maoni yao kuhusiana na maamuzi ya huyu mrembo kufanya hivyo. Kila mtu amekuwa akizungumza la kwake, wengine wakiwa wanamsema, wengine wakiwa wanamsupport, lakini wengi sana wamekuwa wakimsema na kumrekebisha kwamba amejiharibu, ame kwenda kufanya plastic surgery. Alikuwa na sura ya kawaida of course eh. Sasa sura yake ilikuwa ni fupi fupi hivi, kwa hiyo anasema kwamba eti ameenda kuifanya iwe ndefu, lakini pia alikuwa na, na pua ambayo imetawanyika, kwa ameenda kuichonga, imekuwa nyembamba na ime, ina mchongoko kama ya Michael Jackson. Sasa basi kutokana na hivyo vitu ambavyo amevifanya huyu bidada tayari, sasa hivi amerudi na ameanza kushea picha zake pamoja na video katika ukurasa wake wa Instagram, ambapo wadau mbalimbali bwana wameanza kuona kama vile sio maamuzi mazuri. Kwa hiyo kila mtu amekuwa anauli, anazungumza la kwake. Sasa huyu hapa ni fashionista maarufu modo, huyu anaitwa Miriam Odemba. Miriam bwana amekuja kuzungumzia hili swala pia ambapo kupitia ukurasa wake wa Instagram ameposti picha ya zamani na ya sasa hivi ya sishikiki, alafu akaandika why. Alianzia hapo Miriam, then akaja akaweka ujumbe mwingine akasema kwamba, akaandika ujumbe mwingine hapa. Nataka nikusomee ujumbe mwingine wa ambao Miriam ameuandika kumuhusu huyu bidada. Ameandika kwa herufi kubwa ameandika, ameposti picha zake huyu shikiki, alafu akaandika ujumbe ufuatao. Miriam amesema kwamba bwana, ungetushirikisha hata sisi dada zako tungekushauri, lakini miluzi michache imekuingiza shimoni. Stresi kama buku sasa hivi ina faida gani? Okay, listen to me. Huyu Miriam sasa ameandika hivyo. Sasa listen to me, ni kushauri kama dada yako. Sasa ni hivi, Watanzania wakitikisa waki kibiriti ukijaa tu nalo, ila ukikaza wanatuliza eh, matikiti chini na na maisha na maisha yako yanaendelea. what to do now, kitu ambacho cha kufanya sasa. Ushauri wake huyu, eh, Miriam Odemba anamshauri hapa huyu sishikiki, akasema kwamba umeishafanya hiyo kitu, sio kwa bahati mbaya. Hold on. kwa chochote kile kinachoendelea mtandaoni na hizo bullying, ila never do other mistakes kwenye viungo vilivyobaki. Naomba sana sana sana, thank you huyu Miriam Odemba ameandika hivyo kwamba ameshajichanganya huyu binti amejaribu, lakini kwa sasa hivi sasa watu wanaanza kumsema, kwa hiyo atulize akili asije akaenda tena kujirekebisha au kwenda kufanya vitu vingine, maplastiki sajari mengine, atazidi kujaribu, atakuwa mbaya. Kwa hiyo basi yeye cha kufanya akae kimya, atulie. Umeona eh? lakini akuishia hapo, Miriam akaandika sasa ujumbe mwingine mrefu sana hapa nataka nikusomee. Miriam ameandika kwamba Maidia mdogo wangu, tunakupenda sana na huenda ulichokifanya ni kizuri, sikupingi wala sikukosoi, ila muhimu ni kutambua kuwa Mungu anakupenda sana na jinsi ulivyoumbwa una uzuri ambao ukitimiza ukiutumia uki vizuri Eh, unakuwa noma zaidi ya ulivyo sasa. Binafsi nimesikitika kwa sababu nimekuwa balozi wa kutunza uzuri wa kiasili, urembo wa Kiafrika, na hata makeup mbalimbali tunazozitumia zinasaidia tu kufichua ule uzuri wetu wa ndani kabisa ambao umejificha huko ndani. Akaendelea Miriam kusema kwamba, binafsi ningeweza kuwa na jazba na hisia tofauti, lakini nimejaribu kuwa muelewa, eh, kuwa huenda una sababu ya msingi ya kibayolojia au, ya ki, au kiafya. Akaendelea hapa Miriam kusema kwamba na washauri wa Tanzania wenzangu na waafrika wote tutunze na kuupenda uzuri wetu ambao tumeumbwa nao na Mungu, uzuri ambao hata usipopaka makeup bado unapendeza mbele za watu. Dunia ipo na itaendelea kuwepo, na ndiyo maana tunafanya sana utundu ila, eh, tunaji, tunajiwekea limits. Pole sana kwa changamoto, naamini Mungu yupo pamoja na wewe. Sisi tutaendelea kukushauri mdogo wetu ndugu yetu na mtoto wetu wa Kitanzania, unaweza kuwa bora zaidi, hata kama changamoto zipi zikitokea. Tusima, tusimame sana e. Amesema kwamba tusi, tusimseme sana mitandaoni, ila tujifunze kwa tujifunze kuwa kwenye urembo kuna mengi na vingi, na sio kila kitu tunapaswa kufanya, maana hata baadhi ya makeup wengine hatupaki wala hatutumii. Kuwa jasiri, usijisikie vibaya. Lililotokea limeisha tokea, jikaze, usiumie na usiumie na sikushauri kuwa karibu na mitandao. Wanaomsema, wanaokusema, waache wao. Waache waseme, ila tunakupenda na tupo tayari kukusapoti kwa lolote lile. Wako mpendwa dada yako Miriam Odemba. So Miriam Odemba bwana amekuja kutoa ushauri tena kwa mara nyingine. Hizi ni posti tatu. Mara ya kwanza aliandika why, ya pili akatoa ya yale maelezo niliyosoma, hii hapa ni ya tatu. Kwa hiyo Miriam ameweka hapo ujumbe wake kwenda kuashishikiki mm. Umeona eh? Kwa hiyo hapa kuna watu hapa wamekuja kuweka maoni yao. Kwa mfano kuna mtu hapa amesema kwamba bwana mpumzishe sasa, akasema bwana, mimi ni dada wa asili, lazima niseme eh. Kuna mtu mwingine anasema kwamba kabla hajafanya hivyo eh, ulishawahi kumposti ukimsifia kwa vile alivyokuwa mwanzo, pengine ungemsifia toka mwanzo asingefanya eh, kwa kuwa angejiona ni mzuri mpaka akapostiwa na dada yake. Haya, kuna mtu mwingine kuna mtu mwingine hapa ameandika kwamba, bwana, ila mnafiki sana wewe dada, mara umponde mara umshauri. Haya, kwa mtu mwingine anasema kwamba, bwana, it was pure intention you, shoo, uh, you you would have reached out to her not post her like this. Umeona eh, kwa mtu ameandika hivyo kwamba kama kweli huyu Miriam alikuwa ana, ana, ana malengo mazuri na huyo bidada kama kumshauri basi angemtafuta privately na sio kuposti mtandaoni na kumsema hivi kila mtu anaona. Umeona eh. Haya, kwa mdogo sana bwana, muache na wewe ka kifuatacho wewe eh, haki hakiwezi mfaa mwingine kikufaacho wewe hakiwezi kumfaa mwingine. Yeye hajataka kutunza huo uasili, so it's all okay. Kwa mtu ameandika hivyo, kwa mdogo kwamba bwana, mbona kama vile umechukulia personal sana, maana naona umeandika sana kama vile ume kama vile umeombwa. Duh, kuna mtu ameandika hivyo. Kwa mtu anasema kwamba bwana, huyu dada atakoma leo kama mtu kasokuambia asante sana kwa ushauri kwa we, kwa watu wote. Kama mtu so, kasokuambia bwana eh, mna kazi. Sasa umefanya amefanya anavyotaka yeye. Shida iko wapi? Na amefanya kwa hela zake simu muache maandiko marefu hivi yani, ni kwa mtu ameandika hivyo. Umeona bwana. So watu wengi sana kiukweli wamekuja kuweka maoni yao kuhusiana na maamuzi ya huyu bidada kwenda kufanya plastic surgery na kuchonga pua. Umeona bwana. Eh? Kwa hiyo watu wengi sana wamekuwa wakimsema in a negative way, so ukiwa kama mdau, hebu na wewe pia tuwekee maoni yako katika comment section hapo chini. Tutakuwa tunasoma eh, na kureplay kila comment ambayo tutakuwa tunaiona, na pia vilevile hakikisha vile una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.